yetu na rasilimali zilizopo zinatamaniwa na wengi, na njia inayotumika ni kutugombanisha. Tunapogombana wanatuambia wako tayari hata kutuletea silaha tumalizane. Sisi tunatofautiana kimawazo, badala ya kumaliza kwa mazungumzo, tunataka tupigane wako tayari kutuletea silaha ili tumalizane. Na mifano ni wenzetu, majirani zetu, nani haoni? Au na sisi tunataka kufanya majaribio? Na tukifanya majaribio yatakuwa kweli, yatakuwa kweli. Sasa hatujui nani atatangulia, ntatangulia wewe, nitatangulia mimi, taifa linateketea, rasilimali zetu tu. Nilikuwa nikiwadokeza wenzangu nikasema, hebu tutafakari, labda kwa baadaye, kilimo ndio uti wa mgongo. Hata mwalimu Nyerere alisema hivyo lakini pengine watu walitafsiri kilimo sio uti wa mgongo, kwa sababu watu wanapata shida, hamna nyenzo, wanaenda kuumia shambani. Lakini naamini kabisa ukiwa na kilimo kizuri, nchi yetu itaneemeka. Lakini tunakosa nini? Wengi wakulima wanategemea mvua wanapotegemea mvua, mvua isipokuja kuna njaa, kuna kila kitu ambacho kinatuletea shida. Lakini ukianza kuitazama nchi yetu, ina maji mengi sana. Tunazoa Victoria linanemesha nchi za wenzetu, ukienda Misri, ukienda Jordan, ukienda Lebanon kienda Israel, sosi ya maji yao niliva ni nayo wananema na wanatulisha tena. Sisi tunaziwa Tanganyika halijawa utilize kabisa, tunaziwa Nyasa. Ukiondoa maziwa, tuna mito mingi yako nchi nzima, mito hii iko nchi nzima, kianzia kule kaskazini Tuna mto Mara ni mkubwa sana, maji yake yanaenda wapi? Ukishuka kidogo, tuna mto Pangani, maji yake yanaenda wapi? Ukishuka kidogo, tuna mto Wami unashuka, maji yanaenda wapi? Ukishuka kidogo, tuna mto Ruvu. Ukishuka kidogo, tuna mto Rufiji. Ukivuka kidogo, tuna mto Ruvuma. Ukienda magharibi, tuna mto Kagera, tuna mto Ruvuvu, tuna mto Maragarasi, tuna mto Ruwa, tuna maporomoko mengi kule Njombe, Ruvuma. Hata ukifika huko Kagera, poromoko mengi. Haya maji yote ni namna gani tunaweza tukayafanya yakasaidia wakulima, mazao haya yatakayokuwa yanapatikana, kwa sababu yatakuwa ni mazao ya aina tofauti tofauti, yatatengeneza viwanda ndani ya nchi yetu. Viwanda vya kila sekta vitapatikana, mainjinia wote watakuwa watakuwa na kazi kule kwenye viwanda administrators wote watakua wana kazi kule sijuo, hospitali zitakuwepo kule, madaktari watakuwa. Watoto wametuambia, unamtaka daktari is education, nataka enjinea na education, una mtaka sijina ni education That's it. tukiweza kufanikiwa hili tunaweza tukajitegemea, tuka tukaa nchi kubwa sana. Nimebahatika kwenda Vietnam, kilimo chao chote ni cha umwagiliaji na wanapata mazao makubwa, wana process yale mazao na mazao yanarudi tena kwetu. Na kipindi tulikuwa tumekosa hata mchere, mchele unatoka Taiwan, unatoka nchi hizo ambazo zilikuwa zinalima kwa nini Tanzania tusiweze? Nayo mabonde ya kutosha. Kwa hiyo elimu hii inaweza ikatusaidia kwa accommodate watu wote, na tukaishi maisha mazuri bila mifarakano. Nina imani, mnisamehe kwa maneno haya, umeona niyatumie, lakini niliyatumia vile vile, chuo kikuu cha Iringa nawashukuruni tena kwa mwaliko wenu, nami kwa kunishirikisha nami niwashirikishe nilio nayo. Tulipende taifa letu, tujipende sisi wote, tupendane. Amri ya upendo Tuitafakari kwa makini. Unaweza ukatenda dhambi zingine zote, lakini ukakosa upendo, unaweza ukasema mimi ni Mkristo. Sasa jamani, bahati mbaya, nitakuwa ninarudia maneno niliyoandika kwenye kitabu changu cha Mtakatifu Yosefu, mwamba wa imani. Nimeeleza mambo mengi sana. Tunaweza tukasali sana kawa na novena nyingi tunashinda makali sana, lakini kama tukikosa upendo, maana yake kwamba hatutawasaidia wenzetu. Tukishindwa kuwasaidia wenzetu, je, umetimiza wajibu wako kama Mkristo, kama Mkatoliki? Upendo, amri kuu, tuizingatie, tuitafakari kwa makini, amri ya upendo. Usichotaka kutendewa usimtendee mwenzako. Baba mkuu wa shirika, kwa mara nyingine tena niwashukuru sana kwa mwaliko huu mwema, nami nimepokea kwa unyenyekevu mkubwa ombi la kuwa mlezi wa shule hii.